Ujambo na karibu katika G News, kutoka hapa hapa Gavoo Media. Jina langu ni Michael wa Emmanuel. Dar es Salaam: kesi ya Lissu yashindwa kuendelea kwa njia ya mtandao kwa sababu ya hitilafu za kiteknolojia. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ilishindwa kuendelea na kesi iliyomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu kutokana na matatizo ya mtandao, kati ya saa 3 na dakika 15 hadi saa 3 na dakika 59 asubuhi waliangaishwa na jitihada za kuunganisha mawakili wa serikali, mawakili wa utetezi na gereza la Ukonga mapolisu yupo katika mazingira ya mtandao. Itilafu zilisababisha tafurani, huku hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mheni akisisitiza hawezi kuendelea bila uthibitisho wa upatikanaji wa Lissu na mawakili wa serikali. Hata baada ya muunganisho kufanikiwa kwa muda, Lissu aliripotiwa kukataa kuendelea na kesi kwa njia ya mtandao. Morogoro: dereva wa Rungwe Express achunguzwa kwa uzembe uliopelekea ajali ya kifo mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limemuweka chini ya ulinzi dereva wa basi la Rungwe Express, Suleiman Mtibwa, mwenye umri wa miaka 50 kwa tuhuma za uzembe uliopelekea ajali iliyosababisha kifo cha abiria mmoja na kujeruhi wengine watano. Ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia Aprili 24 mwaka 2025 katika kijiji cha Mkata, kata ya Msongozi, wilaya ya Mvomero. basi hilo lenye namba za usajili T ya 393 DFQ lilikuwa limetokea jijini Dar es Salaam kuelekea Mbeya na liligongana uso kwa uso na lori aina ya Scania lenye namba za usajili T ya 925 DWZ lililokuwa likitokea Iringa kuelekea Dar es Salaam. Dereva wa basi amelazwa hospitali ya rufaa ya mkoa akiwa ni mmoja wa majeruhi. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Alex Mkama, amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa basi taka kupita magari bila tahadhari, huku mwanamke mmoja aliyefariki hadi sasa hajatambulika. Makamu wa Rais ameeleza kuwa ujenzi wa viwanja vipya nchini unalenga kutatua changamoto zitakayokumba makundi maalum katika michezo ikiwemo wachezaji wenye mahitaji maalum na wanawake. Amesema viwanja hivyo vimeboreshwa katika miundombinu ya upatikanaji ili kuondoa vikwazo kama udhalilishaji na umbali mkubwa. Amesisitiza maadhimisho ya miaka 61 ya muungano yaambatane na shughuli za uhifadhi wa mazingira kama upandaji miti, usafi na maeneo ya michezo, na kupeleka nishati safi ya kupikia katika maeneo ya jamii. Amehimiza jamii kushiriki kamilifu katika shughuli hizo ikiwa ni sehemu ya kuendeleza muungano na maendeleo endelevu kuendelea kutoa fursa kwa watoto, vijana, wanafunzi, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki katika michezo mbalimbali mbali, kwenye mazingira rafiki na yenye usalama zaidi. Na tunafahamu changamoto zinazoyakumba makundi hayo katika kushiriki michezo kama vile udhalilishaji, umbali mrefu wa kutafuta viwanja na miundombinu isiyowezeshi kwa wachezaji wenye mahitaji maalum. China imeitaka Marekani kuondoa ushuru mkubwa kwa bidhaa zake kama ishara ya utayari wa Rais Donald Trump utatua vita ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Afisa mmoja wa China ameeleza kuwa hakuja kuwa na mazungumzo yoyote ya kibiashara pamoja na mapendekezo kutoka kwa utawala wa Donald Trump. China imerudisha ndege za Boeing kama njia ya kulipiza kisasi, huku Trump akiashiria kulegeza msimamo kwa kusema ushuru unaweza kupungua, lakini Hautafutwa kabisa. Mpaka sasa hatuna la ziada ndani ya Genius. Ulikuwa nami Michael Emmanuel, usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushare, ili wewe wa kwanza wa kupata habari zote ambazo tunazidi kukuwekea hapa hapa ndani ya Gavo Media. Asante sana, bye bye Gavo Media. Pamoja hatua kwa hatua.